yetu hii ya wiki ya maadhimisho ya miaka 49 ya Chama Cha Mapinduzi pia tulijikita katika kusikiliza kero za Watanzania. Rai yangu kwa viongozi na watendaji wa chama na serikali, mtenge muda wa kutosha wa kusikiliza kero za wananchi kila ngazi, tawi, kata, wilaya iwe na muda wa kutosha kutembelea wananchi kuwasikiliza na kutatua kero zinazowakabili. Uzoefu unaonyesha kwamba wananchi wanapotoa kero, wakati mwingine hazitekelezwi, hazitatulii kwa wakati. Unakuta kero imepelekwa mahala, mwenye kuitekeleza na uwezo wa kufanya hivyo hafanyi hivyo kwa wakati lakini pia kuna kero zingine zinafikishwa katika ngazi husika, aliyefikishiwa anajua kabisa kwamba hapa sina uwezo wa kutatua kero hii. Sasa badala ya kupeleka kwenye ngazi zinazohusika, anakaa naye. Nawaomba, naomba msiatamie kero za wananchi wakati hamna uwezo wa kuzitotoa. Mkoa wa Morogoro ndio mkoa wa kimkakati, mkoa wa biashara, mkoa wa kilimo, ufugaji, uvuvi lakini uzalishaji wa umeme. Hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, ni wilaya ya Kilombero. Niseme machache kuhusu wilaya ya Kilombero na kupitia kwako nitambue kazi nzuri ya Chama cha Mapinduzi, lakini kazi nzuri ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ulivyokuwa nakuja, mkandarasi wetu wa barabara alikuwa anatuchelewesha kwa kuchelewesha kwa muda mrefu, lakini kazi yake ameanza hata kwa kusuasua, lakini kazi ya barabara kuanzia Ifakara mpaka hapa Igima mkandarasi yuko site ni kazi nzuri ya Chama Cha Mapinduzi, na sisi kama serikali kazi yetu ni kusimamia wa na nyie, kama wenye duka ni kuja kusimamia, na sisi kwa sababu kwamba mkandarasi anapata anafanya kazi kazi vizuri. kubwa ambalo ningewaomba wananchi ni sekretarieti ya wilaya vijana inayotengenezwa kwa kuhakikisha viongozi mazingira lakini wa wa ta, hovi, na aki wawaaa amawaa barabara kama mnavyojua barabara adui yake mkubwa ni maji. Ingawa sisi maji tunayotaka kwa matumizi ya binadamu na maji ni uhai, lakini maji ni adui wa barabara. Sasa yakikuta mitaro wa, au miundombinu kama madaraja au makaravati yamezibwa, inasababisha mafuriko na uharibifu, na mnavyojua barabara basi tunapojipanga kuchukua chakula utengenezaji wake ni gharama kubwa sana. Jitihada ambazo serikali inaendelea kuzitoa kutuwezesha sisi sekta ya maji na sisi tuna, tuna kwa kutumia jitihada zetu na maarifa yetu tuliyo nayo tunaingia fridi kuhakikisha kwamba tunapambana kwa fedha pamba, tuna ambazo tunapewa, wananchi wapate huduma. Jitihada hizo ndo zimekifanya Chama Cha Mapinduzi kuona sekta ya maji inaendelea kujitahidi na kupiga hatua, na ndio maana wametupa pongezi na shukrani kwa namna ambavyo tunatimiza majukumu yetu. Chama chetu kimefanya kazi kubwa, lazima tutambue mchango, tutambue jitihada, tutambue kazi kubwa ambayo chama hiki kimefanya katika <mulia> miaka 49.